Oktoba mbili ni kumbukumbu kumbu ya malaika walinzi wetu. Mungu ametupatia wa malaika walinzi watulinde dhidi ya madhara ya kiroho na kimwili, hutupatia mwongozo na msaada katika kufanya maamuzi muhimu katika maisha, huleta ujumbe kutoka kwa Mungu na kutupa faraja na amani kwenye magumu na kuimarisha uhusiano wetu na Mungu. Wanachangia katika ustawi wetu wa kiroho na kihisia. Katika Biblia kuna aya zinaonyesha uwepo wa malaika na kazi zao za kutulinda na kutusaidia. Mathayo 18:10. Angalieni msidharau mmojawapo wa wadogo hawa, kwa maana nawaambia ya kwamba malaika wao mbinguni siku zote huutazama uso wa Baba yangu aliye mbinguni. Malaika hawa hutukumbusha kwamba hatuko peke yetu, hutusaidia kuishi maisha ya haki na kumtii Mungu na kufanya maamuzi sahihi katika maisha. Japo hatuwaoni, tufahamu wapo karibu yetu na ni rafiki waaminifu wenye kututunza na kutukinga.